Na mtazamaji wa wakazi wa kaunti ya Kericho wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mvua ya mawe inayozidi kushuhudiwa maeneo hayo kuharibu mazao yao shambani, kubomoa nyumba zao na kuharibu barabara, hali ambayo sasa imezua hofu miongoni mwa wenyeji. Na wakazi hao sasa wanataka serikali iwasaidie kutokana na hasara wanayopata. Crispin Otieno ana mengi zaidi kutoka kaunti hiyo ya Kericho kwa wiki sasa maeneo mengi kaunti ya Kericho yameshuhudia ya mvua isiyo ya kawaida. Kilichoanza kama rasharasha rasha za mvua sasa kikigeuka kuwa hasara. Barabara bara, mashamba na hata maboma ya wakazi yalishambuliwa kwa mvua ya mawe, uharibifu ukidhihirika katika paa za nyumba na kusababisha familia kadhaa kuhamia maeneo salama. Maelfu ya ekari ya mashamba vilevile vile yakiharibiwa wenyeji wanaotegemea mazao shambani wakiachwa mdomo wazi. Linus Langat ni miongoni mwa mamia ya wenyeji walioathirika na tukio hili. Langat na wafanyikazi wake wasijue jinsi maisha ya kesho yatakavyokuwa, kwani mali yake yote shambani yameisha. Uh, saa hii hiyo nyumba hata haikaliki Tuko na miwa, tuko na I'm telling you, kila, kila, kila, uh, uh, Ki, kila mimea ama crop ambacho ziko kwa hii shamba kiliharibika ya japo mawe mingi mpaka saa hizi narara chini. Hii ni siku ya tatu na mtoto yangu ni mwonjwa. Sasa kila mwezi minategemea hii chai hii nipe Elfu tano kwa mwezi nimununulie. maeneo yaliyo athirika ni Roret, Ishara Ward, Tuliet, Mapasi, Reresik Nacheboror na Cheboror hata mpaka sasa mawe bado iko, na tumeona ya kwamba serikali utusaidie kwa sababu tumeadhiriwa sana na kila kitu. Kama ingewezekana ningeomba Minister wa Agriculture atuone atusaidie kwa sababu ya hii janga. Kampuni za kusaga chai katika maeneo yaliyoathirika zimeripoti hasara si haba, shughuli zikipungua kwa asilimia hamsini. Crispino Tieno, runinga ya Citizen.